Mtoto wa aliyekuwa kiongozi wa zamani wa Libya hayati Muammar Gaddafi, Saifu al Islam ameripotiwa kuuawa tarehe tatu Februari elfu mbili na ishirini na sita katika mji wa Zintani nchini Libya. Hiyo ni kwa mujibu wa, ambapo bado maafisa wa forodha wanaendelea kuchunguza tukio hilo. Saif al-Islam Gaddafi aliyezaliwa Juni 1972 alikuwa ni mmoja wa watoto maarufu wa Gaddafi na aliwahi kuchukua nafasi ya uongozi wa kisiasa kabla ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyouondoa utawala wa baba yake madarakani. Ingawa Saif hakuwa na wadhifa wa juu wa kiserikali, lakini alikuwa ni mhimili muhimu wa uamuzi na uso wa mageuzi katika utawala wa baba yake. Hata hivyo, tangu kuuwawa kwa baba yake mwaka 2011, Saif al-Islam alikuwa akiishi katika hali tata kisiasa na aliyowahi kufungwa katika gereza la Zintan kwa muda wa miaka sita kabla ya kuachiwa kwa msamaha wa kitaifa wa mwaka 2017, katika hali ambayo bado ofisi za mahakama na ICC zilikuwa zikimtaka kwa mashtaka mbalimbali, mashtaka ambayo mawakili wake hawakuweza kuyatupilia mbali licha ya taarifa za kifo chake kusambaa katika mitandao mbalimbali lakini hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka serikali ya Libya, familia ya Gaddafi wala taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa au Mahakama ya Kimataifa jinai ICC. Abdillahi Mashi, Kishki TV, Dar es Salaam.